Nataka tufanye kidogo mazungumzo hayo mepesi zaidi. No, siku zimepita ni nyingi. Mm. it's been a while, yani siwezi sema ni kitu cha leo cha kesho. Sasa mm, pita ni wiki na mm, toka meya wa New York na no, America meya mpya, meya mpya Muislamu mm -hmm. mzaliwa wa Afrika, wanasema Uganda mm eh, Zohran Mamdani mm -hmm. Naam mm, kuna mengi ambayo yanazungumziwa, wanasema mpaka kufikia sasa mm -hmm. pamoja na kwamba yeye Zohran ashachaguliwa mm -hmm, ashakuwa asha, asha elected mayor mm -hmm. elect Mm -hmm. Lakini wanasema kunao e, matajiri wengi mm -hmm. wa New York mm -hmm. mabilionea wengi mm -hmm. wanaenda mbio kuona vipi watazuia yeye e, kuingia kwenye kiti hasa, mm -hmm. nani kama kumtengenezea kesi na nini. mm -hmm. Sijui unahisi huu mchemko unakwendaje, mambo ah, yanaenda unaenda sawa mm. <laughs> jua kuna post uliandika kwamba huyu aliyeshinda kiti hichi ni Mwafrika mm. ni, ni, ni mm -hmm. E, kuna jamaa kasema Mwafrika wa vipi sema <laughs> <tutu> Zohran Mamdani ndo amevunja rekodi tatu kama, uh, si mbili, kwamba ye ndo meya mwenye umri mdogo kupata kiti hicho kwanzia mwaka elfu moja mia tisa sijui na ngapi kule, umri mdogo. Pili ni meya Mwislamu wa kwanza mm. ni wewe kaijawahi kuona mea mwislamu, na tatu mm. ni mea ambaye ni mzao wa Afrika <laughs> yani, uh, Afrika mashariki itakuwa ni kweli, basi wanaenda mbio. Naam, sasa ukija kuona baba yake ama Afrika mashariki kwa ujumla, ukiangalia historia ya Zohran Mamdani ama baba yake Mamdani mm. mwenyewe yeah. ni historia ambayo inaunganisha East Africa ama Afrika mashariki kwa ujumla uh, na baba wake huyu ambaye ni Profesa Mahmud Mamdani. Uh -huh. Yeye alikuwa ni mmojawapo wapo watu waliofaidika uh, na sponsorship ya kwenda kusomea Marekani naam, ambayo ilikuwa ikipitia taasisi ya kipindikio uh, kipindi hicho alikuwa ni Tom Mboya uh -huh, ambaye alikuwa ni mbunge maarufu sana na alikuwa pia ni waziri wa mambo ya nje kwa wakati fulani wa Kenya. Uh -huh. uh, miongoni mwa watu waliofaidika uh, pamoja na uh, Profesa Mahmud Mamdani ambaye ni baba yake Zohran Mamdani na ilikuwa ni Profesa George Saitoti uh, ilikuwa ni group ya watu ambao walipata ufadhili huu wakenda wakasoma Marekani na, na ukija kuangalia Profesa Mahmud Mamdani pia anakuambia uh, kazi yake ya kwanza kabisa baada ya kumaliza ilikuwa ni kufunza, alikuwa ni lecturer Dar es Salaam University. Uhum, kwa hivyo yeye ame, amezaliwa Uganda uh, amepata ufadhili kupitia Kenya uhum, na kazi yake ya kwanza ameweza kufunza Tanzania, kuna connection ya Afrika Mashariki. Connection ya Afrika Mashariki kuna nukta moja ni kisikukatize samani, nafikiri, ambayo inaingia hapa pia uhum. Inausababisha kwa nini kwanza ishu nzima ya madani imezungumziwa sana. mm -hmm. mamea wamekua wengi wa New York. No. Mm -hmm. New York York wamepita. City imekuwa na mamea tu wengi, lakini hii yake sema ime, imepata ime rangi zaidi. mm -hmm. it's, it's been kulikua na sherehe kila mmoja watu wengine wanapoteza sauti. mm -hmm. lakini the point is kwa zile mmojawatu wenginewanapoteza mpakasautiaziletulizotaaafrikauislamu i mm -hmm. na na na nani na, uhusiano na, wake na na Afrika Mashariki na vitu kama hizo kuna mm -hmm. mmoja tu ambao nafikiri hujaitaja. Mhm. Mm mm Suala zima la walipokuwa mamea kwenye ile podium. Mm -hmm. mamea, kabla ya kuwa mamea kama marais pia. Mm -hmm. Wanapelekwa sehemu wanafanya nini? Mjadala. Mjadala na nini? Wengi waliulizwa, wewe ukishashinda umea mm katika mamea wenzake walikuwa pale. Mm Na video ime ni trend sana. Mm -hmm. Wanaulizwa, vipi ukishashinda umea cha kwanza kabisa au sehemu ya kwanza kuzuru ni wapi? Mm Wengi katika hiyo podium, si wengi. Mm Takriban wote isipokuwa huyo mmoja mm -hmm. ambaye ni Mamdani tunamzungumzia sasa hivi anasema wengi wanasema tutaenda kwenye The Holy Land au sehemu tukufu ambayo mm -hmm. inafahamika mm -hmm. eh, ni mji wa Israel mm -hmm. au ni nchi au ni utawala wa wa, wa Wanaisraeli mm -hmm. <coughs> lakini yeye Mamdani, kwa haraka haraka, kwa ule ujanja wake aliozoeleka nao akajibu kwamba la, mimi e, zaidi nimepigania hii nafasi kwa ajili ya watu wa New York kwa mm hivyo -hmm sehemu ya kwanza kabisa ambayo mimi nitaingia nita kufanya au kitu cha kwanza nitakachoanza kufanya mm -hmm. ni kurudi kwa watu wa New York mm -hmm. wakiwemo Waisraeli ambao wanaishi New York mm -hmm. na kutatua matatizo yao mm -hmm. lakini sikwenda, kuna nafikiri hii pia k ika, mm -hmm. wanasema ikaongeza kidogo, ikafanya zile kuni, ikachochea ika moto kazidi na, na, na hii inaashiria n yani kubadilika katika environment tutasema mm -hmm. mazingira ya kisiasa ya Marekani sasa mm hivi naam. Uh, waona wale watatu waliojibu ya kwamba tutakwenda Israel ni kwa sababu Marekani ukiangalia kwa miaka mingi uh -huh. imekuwa yule ambaye ana support utawala wa kizayuni wa Israel uh -huh. ndiye ambaye anafaulu kufanyaje kuchaguliwa. Kuchaguliwa. Lakini sasa hivi wenyewe on, wanasema ni dynamics zinabadilika uh -huh. na, na ushahidi mkubwa ndio maana unaona hata Trump akimpiga vita au matajiri wanaompiga vita Israeli kimpiga vita Netanyahu mpaka mawaziri wa Israel walitoa tamko baada ya kuchaguliwa wakisema leo ni, ni siku mbaya zaidi ulimwenguni. Kwa nini huyu amechaguliwa? Kwa nini inaashiria kwamba sasa hivi uh, mashababu uhum. au mirengo Marekani imebadilika, inakuwa yule ambaye ana support utawala wa Israeli ndiye ambaye ana feli na yule ambaye anaonekana yuko kinyume na utawala wa kizayuni ambao umetekeleza mauaji ya kimbari uhum. haya mauaji ndio ambayo yamebadilisha nini mtazamo wa watu wa Marekani. Hmm. Kwa hivyo mtu ambaye anaonekana kwa kiasi fulani anapinga hmm. utawala huu wa kizayuni anakuwa yeye ndo mpendwa hmm. Yendo ye, ye alikuwa na ushupavu wa kusema kwamba mimi, Netanyahu akijaribu kukanyaga mji huu kipindi ambacho mimi ni meya, basi nitamkamata nitamtia mbaroni. oh, oh. kwa hivyo madai mazito, unajua hii ilikuwa hi, Ma, madai mazito sana, hi ni kitu kikubwa sana, sana kwa mtu ambaye anapigania <laughs> kiti cha umeya Marekani nchi ambayo inafadhili Israeli kwa kila kitu, kwa silaha, kwa kila kitu uh -huh. kwa mtu awe na madai kama hayo, alafu akaibuka mshindi. Kwa hivyo vita ambavyo wanapigwa Zohran Mamdani, si kama yeye mamdani uh -huh. lakini kwa sababu ana, anawakilisha fikra ambayo ni mabadiliko ya mazingira ya kisiasa ya Marekani kwa ujumla. uh -huh. kuna mzungumzaji mmoja alikuwa anasema katika hizi talk shows kuhusiana uh -huh. na hii kadhia ya Zohran Mamdani na wale eh, Wayahudi wanaoishi uh -huh. ndani ya New York. Uh -huh. baada ya hapo News, ama zi, vile vyombo vya habari, mm -hmm. media zee zi zilikuwa zinasaid, zinatetea upande huo wa kina Trump na kina nani, mm -hmm. ziliingia kusema unajua nini, nimefanya mm -hmm. kosa kubwa sana, mm -hmm. anaingia huyo jamaa kuwa meya hapa, mm -hmm. kuna ma millions si chini ya milioni moja mbili tatu mm -hmm. ya wayahudi wataondoka New York, naona New York itapoteza watu undoka, Wayahudi watarudi makwao, jamaa nasema ah, itakuwa siku nzuri sana yaani unamaanisha, <laughs> New York hii ambayo imejaa sasa hivi saa zingine kutafuta mm -hmm. sehemu ya makazi mm -hmm. kutafuta apartment ya mm -hmm. kuishi mm -hmm. ni shida, unaweza kaa miezi na nasikia New York mm hata -hmm. wengine wanaishi nje mm -hmm. lakini, anasema wakishaondoka hawa watakuwa wametusaidia sana mm -hmm. nasema mimi hata si tu nataka waondoke mm -hmm. milioni moja wakiweza kuondoka, zaidi ya milioni mbili pia itakuwa ni vizuri mm -hmm. ili tuweke hii ishu kuwa sa. sasa <laughs> dimandi itakuwa imekuwa chache sasa <laughs> naitaweza kupata no. uh, sehemu kwa no, Hivyo Zohran, yani kwa ya fikra hii ya kwamba inaonekana kwamba yainga fikra ambayo ipo na ukiangalia hivi juzi nikiongezea, uh -huh. uh, kuna matukio mawili uh -huh. tukio la kwanza ni wazi, uh, nani, uh, naibu rais wa uh, Marekani JD Vance alipokuwa kwenye turning point, uh -huh. hii ilikuwa ni show ya ule ambaye aliwao alikuwa kitwa Charlie Kirk. Uh -huh. yeye pia alienda akashiriki katika university na baadhi ya maswali yaliulizwa uh -huh. na, na hii inaonekana ni, ni, mrengo ambao hasatan kwa vijana imeshakuwa ni, ni, mrengo uh, ambao una wafuasi wengi uh -huh. walimuuliza tena bila kusita uh -huh. anaambia inakuwaje sisi kama Marekani uh, tunasaidia nchi ambayo uh, kazi yake kubwa ni kuwaua Wakristo pia ambao wako Palestina. Mm na ni nchi ambayo inachukulia kwamba sisi itikadi yetu kama Wakristo eh, ni makafiri na haikubali itikadi yetu kuenezwa katika nchi hiyo. Uh, hii ilikuwa ni tukio moja. Tukio la pili ambao waliulizwa ni watoto wake Trump. Eh, pia walipokuwa katika kikao maarufu pia. Eh, vile vile na jopo la wanafunzi hivyo hivyo. Alisimama uhum, pia kijana akauliza inakuwaje sisi tunapeleka senti zetu kwa watu ambao hawatupendi sisi kama Wakristo wala itikadi zetu. Uh, si kama yani no. Uh, wengi katika nchi ya Marekani sasahivi hasatan kwa vijana mm -hmm. Uh, imekuwa ni jambo ambalo uh, linawakera sana hao mabilionea mm -hmm, kwa sababu wanaona sisi tumewekeza siku zote hizi na AIPAC mm -hmm, na kila kitu, lakini sasahivi mitandao ya mm -hmm, kijamii imekuja imetuharibia, uh, mm -hmm, mipango yetu. Tushift kidogo upande wa Afrika mm -hmm. Kuna sehemu mbili muhimu mm -hmm, no, za kuzungumzia ya kwanza ni Sudan Mm -hmm. na ya pili ni Tanzania. mm -hmm. sehemu tatu actually. mm -hmm. na ya tatu ni Nigeria Nigeria. Tuanze na Sudan mm -hmm. Sudan mjanga linaendelea linaendelea watu mm -hmm. mauaji yanaendelea. mm -hmm. Alfashir ile wanasema mpaka sasa hivi bado haiko haiko sawa, hakujatulia hakujatulia bado Alfashir ni mbaya. mm hii -hmm. Hi, pengine labda utupatie history fupi tu mm -hmm. ilikuwaje Sudan ikifika hapo? Sudan kwa historia yake kusema la kweli, ni historia ndefu <laughs> maanake Sudan ukiangalia kama katika historia historia yake inaendana sawa na, na, na Misri na, na wengi wanapokuja kuzungumzia kwamba Misri ya zamani, uh, ndipo takuwa kuangalia hata majengo kama ya pyramid yako Sudan na yako Misri yako Misri Ngali, yani, tunapozungumzia kwamba ni, ni historia ni kama ilikuwa ni maeneo mamoja, lakini walipokuja wakoloni kama unavyojua waligawanya wali kwanza uh -huh. Ikawa uh, Misri iko kando na Sudan ikawa iko kando chini uh -huh. uh, ya Uingereza uh huu uh, ndo ulikuwa uh, mpasuko wa kwanza uh -huh. Na kama kawaida Waingereza walivyokuja uh, kufanya ni kwanza kupasua nchi Sudan ni moja, hatutoweza kuchangamkia hii sehemu vizuri, hacha tuwagawe North Sudan na South Sudan. Ilipokuja Sudan moja pia hawakuridhika uh, hawakuridhika, ndipo kulipowekwa vita vikubwa baina ya watu wa, wa uh, Sudani ya kusini na uh, Sudani ya kaskazini Yani, not Sudan ikiwa tutakubali uh, tuta jina hili ingawa not Sudan wanasema wao ni Sudan na South Sudan. mm -hmm. Kwatokea vita vikubwa na, na hivi vita vilikuwa si kwamba kulikuwa na uh, kama dhulma ikifanyiwa kwanza hasa na watu ambao wow. uh, walikuwa wakionekana ni, ni, ni watu Waafrika. Sasa ukiangalia kulikuwa na wapiganaji kwanza wakiongozwa uh, na, na kipindi kile jamaa aliyekuwa akiitwa John Garang Mm, John Garang. John Garang alikuwa ni mtu maarufu sana na, na si yakuwa maarufu tu kwa watu wa uh, South Sudan uh -huh. Bali hata North Sudan watu walikuwa wamekubali fikra zake sana, pamoja na kwamba alikuwa yeye ni Mkristo na ni Mwafrika uh -huh. Kwa nini? Fikra yake kubwa, pamoja na kwamba alikuwa akipigana na serikali ya Al-Bashir kipindi kile uh -huh. Ilikuwa si kwamba tugawanye Sudan uh -huh. Fikra yake ilikuwa ni kwamba Sudan iwe moja yenye uadilifu na mtu ambaye alikuwa akisimama kidete pamoja na kwamba anapigana na Albashir alikuwa amesimama kidete kuhakikisha ya kwamba Sudan haitogawanywa <laughs> Sudan itabakia moja. Moja. Na ndipo walipofikia mpaka kuja wakafanya makubaliano na ilikuwa mwaka utakaofuatia au miaka miwili baadaye watafanya uchaguzi mm. ambao wengi katika uh, wadadisi wa mambo ya kisiasa mm. kipindi kile walikuwa wamempigia upato sana John Algaran kuwa ni rahisi maanake, watu uh -huh. wengi walikuwa wamemkubali uh, kwa Sudani nzima kwa fikra hii na wakimpenda kwa fikra yake hii kwamba Sudan iwe nini uh -huh. iwe moja, isigawanywe. Lakini Garang kwa sababu alikuwa na fikra yake hii nzuri, wengi wanasema mwaka uliofuatia alipata ajali, ndege yake ilianguka. Sasa ni ajali au ni kuuawa? Kuna wale wanaosema haikuwa ni ajali hivi, hivi. Uh -huh. ile ilikuwa ni kuuawa, kwa sababu yeye angebakia, fikra ingebakia, Sudani iwe moja lakini mm, alipouawa yeye na kuchukua wale waliokuwa chini yake ikaweza kwa, kwa wepesi kutekeleza fikra ya kugawanisha Sudan iwe nini ziwe mbili. Ziwe mbili. Sasa baada ya hapa mm -hmm. ni athari gani ambazo zilianza kujitokeza? athari zilikuwa nyingi uh. Kwanza zilikuwa ni athari za kiuchumi maanake ukiangalia ekonomi ilianza ku uh Sudan pamoja na kwamba ilikuwa ni Sudan uh. Lakini ukiangalia uh, mafuta au nini nyingi zilikuwa ziko uh, South Sudan uh, mm. nini hizo na, uh, ma mafuta na baadhi ya madini na kile kitu uh, hasa tani mafuta uh -huh. na kwa sababu uchumi wa Sudan kipindi kile ulikuwa kwa asilimia kubwa unategemea uh -huh. nini mafuta basi ikawa yeah. Sudan imekatwa mkono, El Bashir akawa yeye ni nani hana tena ana uwezo Mm -hmm. Amebakia kwamba ni maskini na ana nchi, lakini lakini haina haina mhm rasilimali zote ziko upande wa South. South Sudan. Takriban. Naam. Kwa hivyo anakuja kuwa kwamba ni nchi ambayo haiwezi haiwezi kujiendeleza na nini? mm -hmm. Na yeye aliofia sasa, kwa sababu unajua, kwanza ukishakuwa kuwa hauna nguvu za, za nini uh, za kiuchumi mm -hmm. inakuwa ni rahisi zaidi kuanguka a ikiwa serikali ni ya kijeshi ni na unategemea wanajeshi kusimama nao. Na. Hapa ndipo Obama alikuja akamshawishi. Bwana Obama alikuja akamshawishi ndugu yangu e, kwa sababu kuna uchumi tayari mafuta huna. Alafu kuna vikwazo sanctions ambazo Sudan ilikuwa imekewa nyingi ya kibiashara na vitu kama hivyo. Na. Sasa kamwambia, sisi tutakupatia afuweni katika sanctions ikiwa utakubali baadhi ya vitu. Naam. Uh, mukabala ni kama kukata uhusiano na vikundi vya muqawama kama uh, Hamas na nini uh -huh. Manake Sudan ilikuwa na uh, ni kubwa sana katika kuwaunga mkono uh, Hamas kipindi kile uh -huh. uh, na vitu vingine ambavyo vilikuwepo ni kuwaunga mkono katika vita uh -huh. kaya vya Yemen ambao baada ya wale wa Yemen kufanya mapinduzi amba uh, uh, Ansarullah ambao wanajulikana uh -huh. kama Mahauthi, lakini wenyewe ni Ansarullah Walipofanya uhum. mapinduzi na kubadilisha ile serikali, nchi kadhaa za Kiarabu ziliungana uhum. na wakawa wanapigana dhidi ya Yemen, na mojawapo wa uh, nchi ambazo zilitakiwa zisaidie uh, katika kupigana naye ilikuwa ni nani? Ni Sudan, akaambiwa ikiwa utasaidia na nini sisi tutakupa afueni, na uhum. nyingine ilikuwa ni kukata mahusiano na Iran, ndipo Sudan pia ilikata mahusiano yake yote na ya kidiplomasia na nchi ambayo uh, ilikuwa inaitwa uh, Iran kipindi kile uh, basi sasa hapa naam, hawa wa Emirates mm -hmm, Inaingia inaingiajeingiaje kwenye hii ishu nzima, sababu wanasema e, kuna mkono mkubwa kutoka kwa Emirates mm -hmm, unaotumika kuchochea vile vita vya vinavyoendelea na kundi la RSF na wengine. Emirates wanaingia tokea pale walipofanya mashambulizi ya, ya Yemen. Hmm. Manake Yemen iliposhambuliwa nchi mbili ndo zilizokuwa zikiongoza hmm. ni Saudia na, na Emirates. Naam. Uh, sasa Emirates walikuwa wao ndo wafadhili wakubwa wa wanajeshi hmm. wa wanaotoka Sudani kwenda kupigana kule. hmm. ni wanajeshi wapi ambao walipigana? Ni wanajeshi ambao sasa hivi wanajulikana kama RSF RSF, ambao wako chini ya nani? hmm. chini ya Hemeti hmm. Sasa huu ndo ulikuwa mkono wa wanajeshi ambao walitumika na nani? Na na Emirati kwenda kupigana wapi? Yemen. Kwa hivyo ufadhili na mahusiano yote yalianzia hapa. Sawa kabisa, nataka turudi pia sehemu nyingine Afrika ambao kwa sasa hivi ndani ya siku mbili tatu, mm hizi few days past -hmm. imeingia kwenye mazungumzo ya watu Nigeria, nchi ya Nigeria, mm -hmm. Nigeria imekuwa chini ya macho ya wengi mm -hmm. Mm -hmm. Baada ya kwamba, baada ya kutangaza rais wa Marekani kwamba atafanya nini? mm. Ataivamia, ataivamia kijeshi mm. imeanzaje, anzaje atake kuivamia Nigeria atak naam, imekuwaje Nigeria kutoka mwanzo haikuwa na mm -hmm. na uhasama wote na upande, na pande zile lakini ilikuwaje, Marekani anajiradi kama mtetezi wa Kristo mm. ulimwenguni na mm. Trump anasema kilichomkasirisha yeye ni kwamba wakristo Uh, wanauawa au wanafanyiwa mauaji ya kimbari hmm. uh, wanataka kuuawa wamalizi wapi Nigeria na hmm. vikundi kama Boko Haram na vikundi kama hivyo na anasema, kwa kuwa serikali ya Nigeria imeshindwa kuwalinda kutokana na wanamgambo hao ambao wameita ni wanamgambo wa Kiislamu hmm. imefika sasa wakati ambapo sisi kama Marekani tutaingilia kokote duniani kuwasaidia Wakristo uh, wanauawa ambao kwa watu ambao wanafuatilia masala ya kisiasa, kwanza ni jambo la kuchekesha sana <laughs> kwa nini? Ni kwa sababu ukiangalia mabomu yote yaliyotumika uh, kulipua makanisa Ghaza ni mabomu yaliyotoka Marekani, ambao ni Wakristo wa Kipalestina waki walikuwa wakiishi Ghaza ni mabomu yaliyotoka uh, Marekani. uh, ukiangalia nchi nyingi duniani silaha zinapotembea Uh, silaha nyingi zinatoka Marekani katika kuangamiza Wakristo, hmm. Kongo, leo Wakristo wangapi wanauawa Kongo? Yes. Kama swala ni kuawa kwa Wakristo ni, hmm. ni swala tata, basi Marekani inabidi awe ameingilia kati vita vingi. Naam. Amezuia kuuliwa kwa Wakristo walioko aha waliokuwa Palestina. Naam. Lakini ukija kuangalia jambo ambalo lipo ta BBC hmm. uh, BBC pia uh, ilikuja yika, ikatoa nini? Statistics. Inasema uh, ukiangalia jambo ambalo amelisema Trump ya kwamba wanaouawa wengi ni Wakristo Nigeria ni uongo, kwa sababu Nigeria imegawanya imegawanyika pia na north na, na south. Wengi wanaoishi katika mikoa ya kaskazini mwa Nigeria ni Waislamu uh -huh. na Boko Haram wanapoua sana ni katika mikoa ya kaskazini uh -huh. Hii inaashiria kwamba wanaouawa wengi na Boko Haram ni Waislamu kwanza, wala si Wakristo hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo Trump, kwanza statistics zake ni za uongo. mm -hmm. Uh, kwa hivyo wanaoathirika kwanza na mashambulizi wengi ni Waislamu kwanza, si Wakristo. mm -hmm. Uh, na, na pili ukija kuangalia, uh, mimi ninapoangalia ni kwamba kunao kunazo kama tulivyoelezea Sudan. mm -hmm. kunazo mbinu za kugawanya Sudan iwe vipande uh -huh. na hii tunaweza kuja kujadili Pengine katika podcast itakaofuatia uh -huh. Kwa nini nchi nyingi za Afrika zinakatwa vipande vipande. uh -huh. Uh, unao pia mbinu ambayo mimi naiona ni mtazamo wa kuigawanya Nigeria pia vipande vipande au kuifanya Nigeria iwe kama Kongo. Hii ni kwa sababu pia ya mafuta na baadhi ya madini ambayo Nigeria pia inayo. Na hiyo tunaweza kuja kujadili kwa upana zaidi katika podcast ambazo zinaweza kuja kufuatia.